Hii ni taarifa ambayo imekuwa gumzo hivi sasa sehemu mbalimbali mbali nchini. Ni juu ya askari wa jeshi la polisi kufariki kifo chenye utata. Kabla sijakupa undani wa taarifa hii, ni kukumbushe kusubscribe ili usionapitwa na taarifa zetu nyingine. Subscribe kwa kubonyeza maneno mekundu subscribe, kisha itakuja alama ya kengele ibonyeze pia. Gumzo kubwa limeibuka baada ya miili ya askari polisi wawili kuokotwa wakiwa wamefariki dunia kule kaskazini barabara ya kutokea kia kuelekea Mirirani. Mashuhuda wa tukio hilo wanadai askari hao walikuwa sehemu yao ya kazi, wakiwa wamekaa kwenye benchi chini ya mti, na ghafla wakakutwa wamefariki baada ya mvua ya kawaida kunyesha. Baada ya uchunguzi, ilidaiwa askari hao wamefariki kwa kupigwa na radi, kitu ambacho kinashangaza watu wengi, kwani mashuhuda wanasema eneo lililotokea vifo, mti waliokuwa wamekaa chini yake haukukatika hata kidogo, zaidi ya chini ya mti huo kuwa na shimo dogo tu, wakiwa wanauliza je, radi hiyo imewafikiaje chini ya mti kwenye benchi? Lakini jeshi la polisi lilithibitisha wamefariki kwa radi, huku baadhi ya mashuhuda wengine wakisema askari polisi mmoja alikatika eneo la kiatu. Vifo hivi vimetokea Mei 14 mwaka 2025 barabara ya Kia kuelekea Mirerani, ambapo askari hao walikuwa eneo hilo wakiweka usalama barabarani. Tumsikilize kamanda wa polisi hapa, Ahmed Makarani ndio mkuu wa jeshi la polisi kwa Manyara. e vijana hawa wawili huyo Isa pamoja na mwenzake walikuwa pale, walikuwa kazini, wao ni askari wa traffic. Kwa hivyo walikuwa kazini pale hii e, barabara ya kuelekea Kia Be, wa, wa, nasema Merelani Kia, walikuwepo pale kama kawaida, wakiwa katika, wakiwa kazini kwao. Sasa kulikuwa na mvua ndogo ndogo, ikatokea radi ikawapiga, ndio ikawa mwisho wa maisha yao. Mtazamaji wangu hiyo ndiyo taarifa ya vifo vya askari polisi wawili waliopigwa na radi. Kwa lolote andika komenti yako hapo chini na mimi nitasoma. Ulikuwa unaitazama Mseto Media, mimi ni Teresia Alfred. Hakikisha umesubscribe comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.